<laughs> Wakati huu pia tumkaribishe Ali Bakari Mufti. Eh, ukisikia hapa bayona hii unaionaje? Hii sasa ndio wakati wake huu, Ali Bakari Mufti katika Zilizobamba eh, Mitandaoni, kutupatia taarifa mbalimbali eh, mambo yake ni mazito kwelikweli. Kuna mtu mmoja anasema Mufti usipomwona ujue upo Unguja au upo Mangura <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah, kumbe, karibu bwana Mufti, asante sana bwana hmm. uh, Saidi Msumi, ndio wakati naingia hapa, nimekutana na mtu mmoja anaitwa Ulama Idi Salim Kidedea, kweli kanzo aliovaa leo vaa leo. Kama eh, wangemuona eh. Sasa ukisema Ulamaa Kidedea mwambie hmm. eh, Rashidi Hamisi mm -hmm. anakwambia, anapapenda sana Babati. So nani anayependa sana Babati? Ulama. Ulamaa. Ulamaa ndio anapapenda sana Babati. Babati. <laughs> So, so sio wangu. Ah, akwambia Babati. Sio mimi lakini nafikisha. Karim, asante sana. Ah, uh, picha inayoonekana hapa ni Ahme, uh, Ahmed Ally, meneja mm-hmm. habari na mawasiliano uh, wa Simba Sports. Na ndiye tunayeenda kuanza naye katika yeah, zile ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii. Mm-hmm. Leo hii ambayo kuna mchezo mmoja tu wa NBC Premier League ambapo Simba Sports Uh, itaikaribisha uh, Dodoma Jiji katika mchezo huo wa kiporo ambao utapigwa hapo majira ya saa kumi kamili jioni katika dimba la KMC Complex hapo Mwenge tu kwa yule anayetokea Tegeta au anatokea Boko au hata kama unatokea Kariakoo au Mbagala, sio mbali kufika hapo ama sio, Saidi? Ndio najua umeanza nyumbani <laughs> <laughs> umeanza na Tegeta hata <laughs> Mbezi pia, hata Mbezi sio <laughs> <Atambezi. laughs> mbali. Sawa, mm. yes sasa huyu mm. ni Ahmed. Amekuwa ni mtu wakati mwingine wa vituko vya hapa na pale na hivi alivyofanya wakati ambao Simba Sports ikifanya mazoezi yake ya mwisho. Sasa tazama alafu msikie alichokuwa anakifanya hapa, nini amefanya Ahmed Ally, tusikilize. Anakamalim anaka Fadlu hapo, anakana nani hapo, Mwalimu Fadlu. Haya, simama kama Mwalimu Fadlu hapo. Hapo Ateba amekosa goli. Lakini Ateba amhitaji sana.

huyo ni Ahmed Ally, meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club, na Tobias huyu ambaye ndo alishika mike hiyo mm -hmm. ya Simba akiwa namhoja, Ahmed amekuwa akimpatia sana, anajua namna ya kumchokoza chokoza ili mm -hmm. Ahmed aweze kuingia kwe, kwenye mfumo kama hivyo ambavyo anafanya, lakini yote mm -hmm. haya ni kunogesha mchezo wa leo mm -hmm. uh, lakini pia kuwanogesha mashabiki wa soka, mpira si mchezo wao wa kukaza ubongo sana ama wanasemaje? mm -hmm. Said kabisa bwana eh, Football. Ni kama yes. Vile watu mm. enjoy kuona <laughs> mufti <yako kwa> katika <laughs> kijiwe chako hiko. Yes, sawa, sawa. <laughs> vizuri kabisa yes Lea. Ahmed ametufungulia siku mm. na mm. burudani hii mm. uh, tuitegemee majira ya saa kumi kamili jioni pale katika channel yako ya Azam Sports One ya HD, mm. ya tujui kama baada ya mechi uh, uh, furaha hii itarejea, yes tuache sasa uh, jana mm. Uh, Young Africans uh, inayoongozwa na rais wake Hersi Saidi waliandaa uh, iftari na iftari hiyo ama futari ilifanyika maeneo ya Upanga kule mm. lakini uh, katika tukio zima la iftari uh, wageni wengi walialikwa kutoka maeneo tofauti tofauti ikiwemo na vyombo vya habari mm. ila, huyu bwana alitrendi sana katika mitandao mm. ya kijamii, anaitwa Mzee Saidi, huyu ni shabiki wa Simba Sports lakini jana alialikwa katika um, iftari hiyo ambayo iliongozwa na raisi wa Young Africans Hersi Said. Amekuwa uh, ni mtu ambaye anatamba katika mitandao ya kijamii kwa namna anavyoizungumza na kuinadi timu yake, wakati mwingine hata kuzungumzia mapungufu anapoona panastahili kuzungumza hivyo. lakini uwepo jana uwepo wake jana ulinogesha zaidi. Sijui Sherifu Bayona ama Adrian James, unaweza ukazungumza nini kwa kumuona tu? Najua na nyinyi ni miongoni yani, mwa watu wa mitandao ya kijamii mimi, mimi nilivyoiona picha yake kwanza mm, mm. nikaanza kutabasamu, kwa sababu ukiingia <laughs> kwenye mitandao ya kijamii of course ni ni ni, ni mtu ambaye ni shabiki wa Simba ambaye anafahamika zaidi, mm. yani, mm. zaidi kutokana na maneno mm. yake yani kwenye kuongea, kiwe kitu cha kweli atasema kweli, cha hivi atasema hivi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapendwa zaidi kutokana na aina ya content ambazo anazitoa hata mm. vyombo vingine vya habari vinamfuata kutokana na kile ambacho anakizungumza hasa kuhusu timu yake ya Simba, au kwa wakati mwingine timu nyingine. Kwa hiyo kwa siku ya jana, kwa ke, ya jana kwenda kwake kwenye mwaliko ambao amepewa na klabu ya Yanga mm. inatoa taswira nyingine kwamba mpira mm. si yani mpira ni fair play yani, sio kwamba ni kitu ambacho nakichukulia sana person ni mm. vitu ambavyo watu wanakutana kwa pamoja mm. na mambo mengine yanaendelea. Unapokuja swala la timu yake atazungumzia timu yake, unapokuja mm. swala kama hivi ya kijamii mm. mambo kama hivi ya mfungo utakutana yeah. kwa pamoja kama, kama jamii na kufanya mambo mengine. Yaani unasikia nani? mm -hmm. Yaani Mzee Saidi mm -hmm. ukimtafsiri moja kwa moja yani anatoa ile picha ya kwamba mpira mm -hmm. sio vita. Yaani yes. mm -hmm tunaweza tukashiriki kwenye jambo lako tuna, wewe ukashiriki <coughs> kwenye la kwetu ukweli ukakaa ukazungumzwa pindi ambapo nakuwa kwenye timu yangu nikazungumza kuhusu timu yangu nikiwa na nyinyi. Yani ndio anatoa hiyo image ya kwamba mpira sio sio vita, kwa sababu hata ukimuona kwenye matukio ambayo anakuwa anahusika moja kwa moja kama tukio la jana, unamwona kabisa ana, ana ile furaha mpaka mwisho bana. Ume, umenikosha bana, umenipa umenipa wadhifa umenipa. Yani anafurahisha kikweli kwa sababu hata ukiangalia hata wale timu yake yani mashabiki wa, wa upande wake klabu mm. ya Simba mm. hawana chuki naye, yani ni mtu ambaye anafuraha muda wote mm. anafurahisha hata uki, ongea yake nafikiri, na, na, na, na, na pia hapo yeah. Kwa kumalizia mufti, ni kwamba uh, ndo dhima halisi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuweka mm. watu karibu kwa pamoja kushiki matukio kwa pamoja mm. na kama hilo jambo ilivyokuwa vizuri kabisa na kuna mtu hapa ameandika anasema uzuri wa Mzee Saidi kanyoka yeah, nyeupe ni nyeupe kwake mm. Yes, hayo ni kwenye Young Africans. Tutoke mm. hapo tuende katika, katika ukurasa mwingine bwana. Hawa bwana uh, ni Dodoma Jiji. Kama na wewe pia ni mtumiaji mzuri wa mitandao ya kijamii, unaweza ukaona kuna video sasa hivi ina trend katika mitandao ya kijamii ikimwonyesha uh, afisa habari wa Dodoma Jiji Moses Mpunga akiwa ame Uh, anazungumza pale akisema uh, kwamba bwana utani ule kwamba tumeziwiwa mm. na nini, lakini kikubwa ni kwamba uh, wenyewe kupitia ukurasa wao wa mitandao ya kijamii wa Instagram wameposti hapa ya kwamba walipata fursa ya jana uh, wakulima wa zabibu uh, tumefanikiwa kufanya mazoezi ya mwisho ya maandalizi ya mchezo wetu dhidi ya Simba Sports katika uwanja wa KMC Complex japo kuna video unaweza ukao umekutana nao nayo huko mitandaoni ikisema kwamba tumezuia atuji atu, atu si nini na nini huyo, uh, Moses Mpunga na kocha Maki Masima naye anaonekana katika hiyo video, lakini walipata fursa ya kufanya mazoezi jana ya mwisho, na leo hii uh, mechi ipo pale majira ya saa kumi. Hayo ni ya Dodoma Jiji, tutoke hapo twende. Yes, e bana, hawa ni mashabiki wa Mbeya City, Mbeya City ambayo nilimsikia uh, pa the heavyweight

nionekana kuwa ni, ni tofauti. Mtoa Azam FC lakini jana jana Mtibwa Sugar ambayo Rashidi Amisi alikuwa naiona kwamba Mtibwa Sugar ingeweza kubeba kombe. <laughs> <laughs> Imemtoa sasa wameweka ama post ya ya, mm. ya, ya, ya mashabiki wao, lakini mimi nimevutiwa zaidi na komenti ya huyu bwana Stam Mwambukusi tena ni mtu anaonekana kwa jina hilo pili, yeye anasema, nyie si mmesema mnaitaka ligi kuu mbona kama na FA hivi? mposiliazi nayo n yani, kama vile na hili kombe la FA kama vile na wenyewe wanalitaka vile. Hayo ni maneno ya shabiki huyo akitazama aki, uangalia ule uh, uimara ama ubora wa Mbeya City ambayo kidogo imeonekana ya tofauti, ngoja atofauti noja Rashid Hamisa amesema tuisubiri itakapokutana na vigogo wa Kariakoo. Yes, tumalizie posti ya mwisho kabisa kutoka Azam TV, tease, mm. eh, Azam TV Sports Bana haya ni mambo ya La Liga. Uh, unafahamu ya kwamba hawa watu watatu, huyu ni Hemedi HD uh, ambaye na yeye amekuwa akiwa ni balozi wa La Liga, ambaye ameambatana na hawa washindi Uh, wawili hawa mm. na sasa hivi wapo nchini Hispania kule uh, ndugu yetu Abu Yusuf mm. ambaye pia huwa anasimamaga hapa yeah. ndiye amepiga hizi picha na kuziweka katika ukurasa huu wa Azam TV mm. Sports akisema ya kwamba picha ya pamoja kati ya Ahmed PhD na washindi wetu wa Azam Liga Peter Nyumayo na Raj, Rajabu Chongongo ambao nao wapo Villarreal kujifunza mambo mbalimbali mbali, kuhusu klabu hiyo ikiwemo uendeshaji wake wa Villarreal academy endelea kuwa karibu na ukurasa wetu kwa mengi zaidi kuhusu uh, la liga experience uh, ukipitia katika ukurasa wetu huu wa Azam TV sports utazipata hizo taarifa mbalimbali. Lakini hawa mm -hmm. pia watapata fursa ya kutazama uh, mechi kesho, kesho ndo hiyo, ni stadio Seramika. Yes, yes, umetamka vizuri kabisa Seramika, uwanja wa Villarreal. Yes, yes, yes, nimeona, ah, pia, ndugu yangu, nimeona mm -hmm. Abu mm -hmm. akiwa anazungumza akamwambia mm -hmm. ametupa funzo Mm, ukipita katika, katika, katika mtandao wetu wa mm. Azam yeah. TV hapo, yes, jinsi <kabisa> yeah, <laughs> <laughs> yeah, yeah, <laughs> ya utamkwaji wa Villarreal kuna jina kalitamka pale akasema kama haipo kama haipo ingine, nikasema hii kiboko kabisa. Na bila shaka a ni wasikio wenyewe pale wakiwa wanatamka vile, akaona basi atupe darasa hili na sisi tuliopo huko Tanzania, unasikia unasikia, studio Selamika kuna makala moja hivi niliandika kuhusu viwanja mm. wakati naitazama mm. stadio Selamika mm. mm. zile rangi zake mm. na jinsi mm. uwanja unavyoonekana mm. yani, inakushawishi kabisa yani kutamani kufika kwenye hilo eneo mm. sasa nilivyoona mm. kuna baadhi ya posti ambazo zilipostiwa kwenye ukurasa wetu mm. Kiukweli nikasema, ya jamaa nikasema kweli kuna kuna kitu wanaki sawa, kwa Sharifu Sa. mm -hmm. Uh, Bayona, na wewe ni bingwa wa kuandika makala, umekuwa ukisikika hivyo ama ukifanya hayo ambazo zimekuwa zikisomwa na uh, Rukaiya bintu ambogeta kwako Saidi, uh, Msumi, sante changapi leo Aa, wapo oh, cha kumi na tatu na wapo cha kumi na mbili kama sijakosea. Sasa changamoto kwangu mimi ni kwamba mimi huwa sihesabu. Eh, hata kama ningeambiwa miezi miwili kufunga kwangu isingekuwa shida sana. Nakuamini. Yes. Tupo wengi tusiohesabu. Eh, mimi nakuamini. Unaniruhusu niondoke? Minakuruhusu bwana Ali Mufti, najua tutakutana inshaallah. Inshaallah sawa, bwana Ali Mufti ndo wanavyoondoka hivyo, katika Zilizobamba uh, katika mitandao mbalimbali mbali, katika siku hii hapa ya leo, weekend hii inaanza na weekend kama hii jumaa mosi, basi utamwona Ali Mufti katika kurasa pae magazeti, mm. pale kwenye vijiwe mbalimbali ni mm. e, um, mtu bingwa kabisa.